Wapendwa mahujaji wa matumaini, tumsifu Yesu Kristo. Leo tumeingia Dominika ya nne, Dominika ya mwisho kabla ya Noeli. Kanisa linatualika kuasha mshumaa wa upendo, ishara kwamba Mungu hakubaki mbali nasi, bali alichagua kutupenda hadi akaingia katika historia yetu. Masomo ya leo yanaonyesha wazi kwamba upendo wa Mungu huonekana hata pale ambapo kuna hofu, kuna mashaka, kuna udhaifu na maamuzi magumu ya kibinadamu. Somo la kwanza kutoka nabii Isaya sura ya saba aya kumi mpaka ya kumi na nne tunakutana na, tuna na wana Waisraeli wakiwa katika kipindi kigumu sana. Yerusalemu iko hatarini kushambuliwa, Mfalme Ahazi anaogopa kupoteza ufalme wake Kiroho imani ya watu imedhoofika sana, na kisiasa, taifa lipo kwenye misukosuko. Nabii Isaya anatumwa na Mungu kumwambia mfalme ya Ahazi kwamba aombe ishara ya uthibitisho kwamba Mungu yupo pamoja naye, lakini mfalme ya Ahazi anakataa, si kwa sababu ya unyenyekevu, lakini ni kwa sababu ya kuto kuamini kwa kwake. Ndipo mwenyezi Mungu anatoa ishara kwa Ahazi ishara ambayo ni kubwa kuliko zote kwamba tazama, bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana naye ataitwa Imanueli. Hii ni ishara ambayo si ya nguvu ya kijeshi, bali ni ishara ya upendo wa Mungu. Mungu anachagua kuingia katika historia ya mwanadamu kama mtoto ambaye ni dhaifu na tegemezi. Hata leo familia nyingi, ndugu zangu, zipo katika hofu juu ya kesho. Vijana wanaogopa mustakabali wa maisha yao, wazazi wanabeba wasiwasi wa maisha, lakini ujumbe wa Emanueli leo ni kwamba Mungu yupo pamoja nasi si baada ya matatizo kuisha, bali katikati ya matatizo. Yeye yupo pamoja nasi. Mtume Ireneo wa Lyons anasema, Mungu alifanyika kama sisi ili sisi tufanyike kama yeye. Huu ndio upendo wa maajilio, ndugu zangu. Mungu anaingia kwenye hofu zetu na anazigeuza kuwa matumaini. Katika somo la pili barua ya mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya saba mtume Paulo anaandika barua hii kwa Kristo wa Roma ambao alikuwa hajawatembelea ni kanisa linalojengwa katikati ya mazingira ya kipagani, mateso na sintofahamu. Paulo anaanza barua yake hii kwa kujitambulisha, si kama mtu mashuhuri, lakini bali kama mtumwa na mjumbe wa Kristo. Anataka watu waelewe kwamba injili sio jambo lake binafsi, bali ni mpango wa kwa Yesu Kristo. Paulo anasema nimeitwa, nimechaguliwa kwa ajili ya injili ya Mungu. Hapa tunaona wazi kwamba upendo wa Mungu hutuita hata kabla hatujakamilika. Paulo alikuwa mtesaji, lakini anabadilika na anakuwa mtume. Hii ni nguvu ya upendo unaoweza kumbadilisha mtu. Katika jamii ya leo, wapo wanaokata tamaa kwa sababu ya makosa yao ya zamani wengine wanahukumiwa na jamii, na wengine wanaona hawafai kabisa kutumiwa na Mungu. Lakini Paulo leo anatufundisha kwamba upendo wa Mungu hauangalii tulipotoka, bali hapo ambapo umetukuta. Mtakatifu Agustino anatuambia kwamba Mungu anampenda mwenye dhambi, lakini kuchukia dhambi. Huu ni upendo ambao unaponya, unatuita na unatutuma katika somo la injili, injili ya Matayo sura ya kwanza aya ya 18 mpaka 24, leo tunakutana na simulizi ya Yosefu. Katika utamaduni wa Kiyahudi, uchumba ulikuwa tayari ni agano la kisheria. Kugundua kwamba Maria ni mjamzito kama ilivyotokea kwa Yosefu, kugundua kwamba Maria ni mjamzito kulimaanisha fedheha, maumivu na uamuzi mgumu sana kwa Yosefu sheria ilimpa haki ya kumkataa Maria hadharani, lakini injili inamwita Yosefu mtu wa haki. Haki ya Yosefu haikuwa kwenye sheria peke yake, lakini bali ilikuwa ni haki iliyochanganywa na upendo. Anaamua kumwacha Maria kwa siri, tendo la huruma. Ndipo Mungu anapomjia usiku katika ndoto na kumwambia, usiogope, mchukue Maria kama mke wako. Yosefu hakusema neno lolote katika Injili, lakini alifanya alichoambiwa. Huu ni upendo wa vitendo na si wa maneno. Katika maisha yetu ya leo ndugu zangu, kuna wanaume wanaokimbia majukumu, kuna watu wanaoacha familia kwa sababu mambo hayaeleweki, kuna Wakristo wanaochagua kutumia sheria zaidi kuliko huruma. Wapendwa, Yosefu leo anatufundisha kwamba upendo wa kweli kumsikiliza Mungu hata pale ambapo akili yetu haielewi. Mtakatifu Bernardo wa Clava anasema, Yosefu aliamini si kwa kuona bali kwa kumpa Mungu nafasi. Wapendwa mahujaji wa matumaini, Jumapili za Maajilio zinahitimishwa leo kwa ujumbe mmoja mkuu. Mungu anatupenda upeo hadi anavaa ubinadamu wetu. Leo tumwombe Mungu atupe mioyo ya kuamini kama Maria, atupe unyenyekevu wa kusikiliza kama Yosefu, atupe ujasiri wa kusimama na kushuhudia kama Mtume Paulo. Upendo wa Mungu uonekane katika mioyo yetu. Upendo wa Mungu uonekane katika familia zetu. Upendo wa Mungu uonekane katika jumuiya zetu. Upendo wa Mungu uonekane katika taifa letu. Njoo Bwana, njoo usikawie. Tumsifu Yesu Kristo.